mba Allah subhanahu wataala amlipe kheri wal baraka kwa khidima yake hii na uzinduzi na ufafanuzi ambao unapatikana katika hizi hutuba. Almuhimu, huu ni mwendelezo baada ya yale yaliyotokea yali na yale ambayo yamekusudiwa na baadhi ya watu wamekusudia katika mwezi huu wa kumi na mbili tarehe tisa kufanya kile ambacho amekusudia. Sasa Waislamu, kama Waislamu msiingie katika fadhaa pili, msiingie katika fadhaa ya uoga, kwamba kikubwa ni kusikiliza maelekezo ya viongozi wa nchi, wanatoa maelekezo gani? Hilo la kwanza. Kisha hivyo hivyo kila mmoja kumshika au kuwashika vijana wake, vijana wetu hawa wa umri mdogo wa miaka 15, 17, 20 na 25, wao kidogo ndo wanakuwa na hali ya jazba. Kila mmoja amzuie na kumkanya mwanawe, amzuie ndani, atulie baada ya kumpa maelekezo na ninja kufanya katika siku hizo, kumba kubwa, kila mmoja kubaki ndani na watu wake na kuto kuunga mkono hawa watu waliokusudia, kwa sababu juzi tu, walaisa bibaidi, si mbali yalisemwa hivyo hivyo, lakini yakichotokea kila mmoja ni shahidi, hakuna haja ya kuyarudia. Sasa zieni ni watoto wenu na bakini majumbani kwenu, na huku mkimtaka msaada Allah na kufanya istighfar. Ama yule ambaye ataingia nyumbani kwako, kaingia nyumbani kwako basi bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man mata duna malihi fahuwa shahidun, yule atakayekufa chini ya mali yake fahuwa shahidun. wa man mata duna irdhihi fahuwa shahidun, wa man mata duna ahlihi fahuwa shahidun. Atakayekufa anatetea ya mali yake fahuwa shahidun, atakayekufa aliyakuwa anatetea mkewe, anatetea watoto wake, eh anatetea ya heshima yake fahuwa shahidun. Hilo lisiwatie fadhaa, kwamba mtume salama kashazungumza hayo. Mtu ambaye ataamua kuvunja nyumbani kwako kwa akaingia, usikae mikono nyuma, we ushajiweka mbali, umekaa kwako na watoto wako, lakini mtu akaja, basi usikae nyuma. Wewe ni Muislamu, Muislamu sio mnyonge. Muislamu kwamba ashaambiwa ukifa unatetea mali yako heshima yako, na we ujaingia kwenye fitna, lakini mtu akakufuata, usiwe mnyonge, kabiliana naye kabili yao. Ukifa wewe umekufa, ni shahidi, kwa sababu amekufuata nyumbani kwako, ndani kwako, wewe hujaingia mtaani, wewe ulikuwa nyumbani kwako, umezuia watoto wako na familia yako, kwalio hilo. Haya ni maelekezo. Sasa unyonge, kuna baadhi ya watu wanaingia mchecheto. Unajua mchecheto ni nini? Muislamu anaingia <laughs> mchecheto, ni nini? Kwa sababu hawa watu wa fitna kufanya mambo, na tumepita kwetu tulikopita, wanasema bado. Sisi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala salama sababu mazungumzo maneno tushasema, maelekezo chatoa Qurani wa, Quran, wa Sunna, na nyinyi mshasikia, viongozi wa serikali washasema. Sasa cha kufanya siku hiyo tarehe tisa, kwa sio siku ya kazi, siku ya dini, bakini majumbani kwenu, msiingie katika fitna wale jeuri, kwa sababu wakosi wakosi katika jamii yoyote ile. Ndio jamii yetu ilikuwa na mnafikuna, walimsumbua Mtume sallallahu alaihi wasallam, aya za Qurani zinashuka lakini wana wao wanafanya vitimbwi, mpaka sura nzima ikaja kuelezea hali ya wanafiki. Hawakuacha na hawatoacha na hawatokosekana hawa. Sisi hawa huwa tunawahesabu kwamba ni makapi, na haya makapi yanakuwepo tu, hawaelewi. Lakini kuna kitu chao ndicho ambacho watakielewa huko na wenzao hao wanaojuana nao, lakini sisi tunawaambia watu wa Mukala, Waislamu ambao wana busara na kuelewa kwamba